Mombasa ambapo Waziri wa elimu Julius Ogamba amewataka walimu kuzingatia mazungumzo ya mara kwa mara katika kushughulikia changamoto zinazohusiana na masuala ya uajiri katika sekta ya elimu. Akizungumza katika kongamano la walimu wakuu kaunti ya Mombasa, Ogamba amewahimiza walimu kujiepusha na migomo na maandamano barabarani, akisema njia bora ya kutatua migogoro ni mazungumzo. Ni katika ufunguzi rasmi wa mkutano wa kila mwaka wa muungano wa walimu wakuu wa shule za msingi nchini KEPSHA, katika ukumbi wa Sheikh Khalifa jijini Mombasa ambapo waziri wa elimu Julius Ogamba aliwataka walimu kuzingatia mazungumzo ya mara kwa mara katika kushughulikia masuala ya uajiri, akiwataka kuepuka migomo na maandamano barabarani.

20, 30. Kuhusu mamlaka ya afya ya jamii SHA, Waziri Ogamba amesema hatua ya kuhamasishwa kwa walimu kutoka Minet hadi SHA ni kuelekea upatikanaji sawa wa huduma za afya ila akasisitiza umuhimu wa kuwa na manufaa sawa kwa wote. Katibu Mkuu Mtendaji wa SHA Masi Mwangangi akiahidi huduma bora zaidi za afya kutoka kwa SHA. We've engaged with all the teacher associations.

That teachers get a comprehensive medical scheme. Katibu mkuu wa Nat Collins OU, akipinga vikali shinikizo za walimu wa sekondari msingi kutaka usimamizi wao kuwa huru na kutenganishwa na shule za msingi. Anybody shouting Anybody who proceeds and thank you for coming up with merging primary and junior schools in matters administration there's no single person in matters of promotion who shall be considered without looking at your experience the number of years you've taught alongside your qualifications Mwenyekiti wa muungano wa walimu wakuu wa shule za msingi nchini, Fuad Ali, ameitaka serikali kuwapa ufadhili wa miundo msingi kabla ya shule kufunguliwa, huku akiomba serikali kuhakikisha kuwa kuna ujenzi wa maabara katika shule ambazo hazina maabara hizi to construct laboratories in all those schools without laboratories. Veronica David, Undugu TV.